Mwenyewe umefanya, wala si mimi, ni wewe umefanya umetaka mwenyewe, how could you do this to me? Mambo, safi. Jina vipi? Samani kigoya, kwa kusimamisha hapa ghafla bila samani, bila jina. Nilikuwa naomba univalishe hiki kidani, kidani naomba univalishe, nakuomba kwa sana, urudi nyumbani, nakupenda. Maana makosa umefanya mabaya tena sana Kaapanapenda sehemu asipopendwaukueki kila mtu anamtaka. Nisikilize Sabrina, ulichokiona pale ni tofauti na unachokiishi akilini mwako. Yule aliniomba kumvisha tu kidani na sio kwamba nina mahusiano naye. Nikuambie kitu kigoya. Mimi ni, Mi ni mtu mzima na kila mtu mzima anatakiwa kuchanganua kitu ambacho amekiona mipari katika macho yangu. Una kingine cha kuniambia au ndo unazidi kunichanganya tu akili yangu mimi hapa? Hiyo one chance ni malizie kwa yule mwanamke wako. Na mimi nina moyo sawa, eh. Mwanamke atakotaje zaidi umvishe yeye. Wewe umekuwa

kwamba kweli na jutia kitugumeca hapa wanikumbuka mimi. Unaijisa, uliona wapi? We mwanamke wewe, hata haya unaenda no, kutoka na bwana wa mtu akukwambia, kama kama yeye ana na mtu wake, au ndo ndokielele, tubebe nilete zawadi eh. Ukajikuta yani bionse, ndugu yangu, ukaenda ukamwambia kubisha bala barabarani <laughs> Ledi, unatia huluma ndugu yangu, unaiba mime wa mtu lafu naonekana uwezi. Oya, nakupa onyo, mkome bwanangu, koma tena we mtoto, yaani koma tena, koma kile. Si yaani yule unavyomwona sio simu ya kusajili laini za Nida sijui nini? Koma wewe, so kila mwanamke atafika pale achove chove tu na kuondoka? Nimemtoa mbali wewe, koma wee mwanamke wewe.

Halo mm, mambo, Regina, mzima? uko poa? mimi niko poa. Eh, samahani kukupigia simu muda huu, niko niko na jambo special kidogo nahitaji kukueleza na kusikiliza, nilikuwa naombe Mambo, so? Poa. Vipi? Safi. Rebeka, uh, kilichonileta hapa ni, ni kuhusu ile kazi ulionipatia wewe. Kivipi tena? Hmm, naona hapa tunapoelekea inaenda kuwa ngumu, maana muda huu nimetoka kukutana na Samina. Nadhani unajua kuwa ya kuwa nakupenda sana. Wewe ndiye mwanamke ambaye nakupenda na ninakupenda sana tena sana. Hivyo basi mimi nimekubali tofauti zetu, so mimi ningependa turudiane, then tuishi kwa uvumilivu, na ninapenda ya kwamba utambue mahusiano yana changamoto kubwa, yana changamoto nyingi, pasipokuwa na hekima, busara na ustahimilivu, hakuna chochote unachoweza kufanya katika mahusiano. Si akaanza kunipa vitisho kuhusu huyu mwanaume wake Kikoya, ananiambia akiona anaendeleza mapenzi na huyo Kikua ameniahidi kunioa mpaka mwenzie na shuga. Yani, kuhusu hilo siwazi. Mdogo wangu nikuambie kitu kachapa, nanisikiliza. Ya, nakusikia mimi. Sasa hivi niko na mahusiano yangu na mtu wangu, yani tufupi. Kwa hiyo yani kua mimi na wewe sema itawezekana? O, mimi nilikuwa nasukuma siku tu ndugu yangu lakini ziko zimeshaisha, ani niko na mapenzi yangu na mtu wangu. Kuna kitu kingine umesahau kwangu, labda nikupatie au ufanye hmm, kazi mi Sabrina nitamalizana naye, usitishike na maneno yake, achana naye mwenzio. Mi naogopa hata. Usiogope, ni kazi ndogo tu huyo. Haya Rebeka, haya karibu.

He, we. Sima, we. Hivi wewe unashindwa nini kukaa na bwana wako ukamtuliza kwako hadi anatoka nje anakuja kuharibu ndoa zetu? Bila shaka nitakuwa naongea na. Ya, ndo mimi sijajua naongea na nani mwenzangu. Wewe ni kama nani mwenye kauli za kishujaa namna hii? Mimi au wewe? Wewe si ndo unafaa kuongea na kikoa? Wewe si ni mwanaume mwenzio? Hai, unachomuogopea wewe ni nini? Wote pale wakati anamkimbia Sabrina, ulishindwa nini wewe kumkimbilia? Kama ningekuwa ninamwogopa nadhani nisingeweza kusogelea hata wewe, kahaba wake, ila tu ni vile sijapata bahati ya kumtia machoni. Unanielewa? Mwanaume anamkimbilia mwanamke mwingine mbele yako na wewe umesimama tu kama mtungi, au haupendwi

Ninda, ninda wewe labda utapata bahati yaenda. Wewe unasema nini wewe? Kama ulivyosikia. Unakoelekea ni kuvunjiana heshima, na hiyo heshima utaivunja kweli